Nisaidia kumpigia Yesu wangu makofi mengi, mengi, mengi, mengi. Bado sijiona, bado sijiona, bado sijiona zisikia bado. Hallelujah! Piga kelele! Alleluja! piga kelele! Sema, Yesu ni Bwana! Sema, Yesu ni Bwana! Nataka wachawi wajue ya kwamba leo ni siku tunamalizia mkutano, tunamalizia vibongo vyote, machini yote, uchawi wote tunamalizia chenele kama naamini. Sema amina, haleluya. A, sauti <laughs> imepungua au? <laughs> Ni mimi kolangu alijakaa sawa kama? Nisaidia mafundi mitambo kidogo tafadhali, jamani. Amina. <inaudible> Jamani, haleluya. Ngoja nisome andiko kwa dakika hizi chache, ninaambiwa nitumie dakika tano na mwenyekiti wangu pale sasa, asije akanipiga kadi nyekundu baadaye. Ngoja niwe mwaminifu, amina, haleluya. Twende kitabu cha Warumi, kuwa na bibilia yako, fungua Warumi sura ya sita mstari moja tu wa ishirini na tatu, amina.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 ni Mi uzima wa milele amina. Mwambie jirani yako mshahara. Mwambie tena mshahara. Leo nakuletea ujumbe tu mfupi, neno moja tu mshahara. Hallelujah! Bwana asifiwe. Ninaamini neno hili mshahara sio la kwanza, sio mara ya kwanza kulisikia, si ndio eh? Umeshalisikia mara nyingi neno mshahara, na ninachojua ni kwamba kila kazi ambayo mwanadamu anafanya ina mshahara. Amen. Wanaofanya kazi serikalini wana mshahara. Hata kama umejiajili, inafikia mao, napiga hesabu, unasema hii ni mtaji, hii ni faida, hii benki, hii mshahara wangu, nami nikajipongeze chipsi kuku pale. Ni sawa, sio sawa? Kwa hiyo kila kazi na mshahara sawasawa. Chochote unachofanya huwa kinakuwa na malipo yake. Unaposikia injili kama hii na kuikataa, kuna mshahara baadaye. Unaposikia injili hii na kuikubali, pia kuna mshahara baadaye. Amina. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Juzi nilikuzungumzia, nikasema dhambi ni uasi, Dhambi ni kwenda kinyume na mpango wa Mungu. Dhambi ni kuvunja sheria ya Mungu. Dhambi ni kuyakataa maagizo ya Mungu. Unapoacha njia ya Mungu na ukaelekea kwenye njia yako, basi ujue unafanya dhambi na mshahara wake, Biblia imepambanua ni mauti. Haleluya! hakuna namna ya kukwepa, hakuna namna ya kukimbia mauti ipo, ipo tu. Biblia inaniambia kwamba bali karama ya Mungu, anavyosema karama maana yake zawadi, kile Mungu anakiachilia huwa ni uzima wa milele. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Nataka nitangaze kwa mtu mmoja jioni leo. Napomalizia mkutano huu tumesha upiri tangu siku ya kwanza mpaka jana, leo tunaanua jamvi. Amina ambaye na nako, tunaanua jamvi. mwambie kama haujaelewa basi <laughs> haleluya, haleluya. Sasa dunia hii imejaa maovu ya kila aina, kuna dhambi za kila aina na kuna dhambi watu wanafanya ambazo pengine hujajua kwamba ni dhambi. Biblia inasema Mungu kwenye amri zake alikataza watu kuabudu vitu visivyokuwa Mungu. Tunaposema kuabudu visivyokuwa Mungu, maana yake ni kuvipa vitu fulani heshima ambayo stahili apewe nani? Mungu. Kwa leo sitazungumzia uchawi, hiyo kila mmoja anajua ni dhambi. Sitazungumzia uzinzi, kila mmoja anajua ni nini, ni dhambi, urezi, utukanaji, wizi wivu, eh, ah, michepuko na michepukano, kuchuna mabuzi na kuchunwa na wachunaji mabuzi, nayo ni dhambi. Sawa sawa. Haleluya! nataka ni ifesi za dhambi moja ambayo imepoteza watu wengi, yaani kuvipa vitu utukufu anayostahili Bwana. Hiyo ndio dhambi nyakati hizi zinapeleka watu wengi jehanamu. Nataka nikuambie, usipo mamini Kristo utakufa. Biblia nasema mshahara wa dhambi ni mauti. Sihitaji kupaka mafuta kwa mgongo wa chupa na kupa za ukweli Ukitaka kasirika, ukitaka nuna, nami mimi nakuruhusu unune, upimbe mpaka upasuke, lakini ukweli nakwambia. Haleluya! leo kuna watu wanafanya dhambi ambayo Mungu alikataa kwamba tusisujudia chochote. Leo kuna watu ambao wanawasujudia wanadamu, wanawapa heshima aliyostahili Mungu. Leo kuna watu wanaviamini vitambaa, wanaamini mafuta, wanaamini vitu ambavyo Bwana alisema usiviamini. Hiyo ni moja kati ya dhambi itakupeleka jehanamu, itakupeleka jehanamu, maana hiyo ni kwenda kinyume na agizo la Mungu pekee. Hallelujah.

Mungu, moyo wako umemtoa Mungu kwenye moyo wako, umebandika likitampa, umebandika listika, umeweka na udongo. Yani ule udongo, mtu anaye anayeamini udongo, atakachukua udongo wake kule, halafu uje umwage bahati mbaya, na kwamba utalipa. Utalipa. Kwa nini? Kwa sababu anaamini umemwaga Mungu wake, anaamini umemwaga Mungu wake. Nataka nikuambie, usimweke Mungu kwenye mafuta, usimweke Mungu kwenye udongo, usimweke Mungu kwenye vitambaa. Mungu wetu anajitegemea, anajitosheleza, anajitosheleza, lepesa karabu, anajitosheleza, anajitosheleza. Haleluya, unatumainia vitu. Biblia inasema alaaniwe anayemtegemea mwanadamu, amfanyee mwanadamu kwa mkinga yake moyona, amemwacha Bwana. Sasa mubili mangina unatoa wapi kwenye Biblia? Mungu alishasema amelaaniwa anayemtegemea mwanadamu Amelaaniwa anayefanya mwanadamu kwa kinga yake yeah. Anaelewa vizuri yeah. Sasa fadhata mwanadamu mtegemee, maana naongea atakushauri, unategemea ni mafuta ambao kilipeleka kwenye moto linayeyuka, chumvi vichumvi, ukienda uvinza pale ipo kibao na sio uvinza tu, ukienda alafu watu vile ambavyo si amebunguliwa, amepigwa pasi, sielewi Zimepigwa pasi zaki, yale mawimbi ya kuchuja na nia yamepotea, yamepigwa pasi. Nataka nikwambie shahara wa dhambi mauti, mauti, mauti inakuita unapoona amemwacha Mungu na unategemea vitu, unategemea uchawi wewe, unategemea uganga wewe. Na siku hizi kuna uganga umeendelea, wanafanya uganga, wanataja jina la Bwana wangu Yesu. Wivu wa Bwana unanila, lepesheka kwa jina la Yesu washindwe, Amen. Wanavyabudu vitu, wanafanya uganga na uchawi, wanataja jina la Yesu dhambi mbaya, mbaya. Alafu kuna watu wanasema, mimi sinaenda tu pale nachukua tu mujiza kama haya, na mauchao yake si yeye. we umfuata kipofu au uongozi na kipofu utakua salama wewe? <tabu> Biblia inasema kama unamfuata kipofu, hata kama choko yanaona atakuingiza wapi? Shimoni. Sasa kiongozi mwaminifu anayeona ni Yesu ni Yesu. Ndiyo maana chionela, ndiyo maana chionela, hatuinui majina ya watu, hatuinui majina ya vyetu, tunamwinua Yesu. Alia, kama unang'ang'ana na dhambi hiyo ya kumkataa Mungu na kushikilia vitu navyovitaka Nataka nikwambie una tofauti na wachawi, una tofauti na anayetembea na mairisi humu ya waganga, maana una kairisi kako kwenye kamkoba kwenye kakipima joto. Upone, upone kwa jina la Yesu, Yesu. Yesu. Nata. <totitra> haleluya ili tumuinua Yesu juu, ili upate kujua, upate kujua, uyapate maarifa ya Mungu aliye hai. Haleluya! Kama unasubiri zile injili za kuremba remba kwenye kichwa hizi iki hapa, azimo zimeshang'olewa. Yani, yes. yaani zile fyuzi kuionea injili haya, yani simesha regea, simesha choka. Basi natukwambia ukweli, Yesu ni Bwana, Yesu ni Mungu, Yesu anaopoa, Yesu Yesu anaponya. Yesu ndiye Bwana, ndiye njia, kweli na uzima, mutuendi kwa baba ila kwa njia ya Yesu. Anasema karama ya Mungu na uzima wa milele. Kama unatenda dhambi, jehanamu inakuhusu kama yes. Ae, kama unatenda dhambi hata <laughs> <laughs> kama useme, mimi nalewaga kaka kidogo tu si na, na na kunywaga kaka kidogo lakini si lewi. Vinyo ni vinyo, pombe ni pombe Amen. Ah. pombe ni pombe yes. ah. mimi nazinigi tu mara moja moja tu kwa mwaka, dhambi ni dhambi. <laughs> Yaani, dhambi hata uichukue, uipake mafuta, uivarishe na shera, uitafutie suti kali kali ya koya la kisaba dhambi uivalishe suti, ukachukua na wanja ukaipake, uka pake ile dhambi, chukua na ile mnashitaga sijui huku sijuiuku lipusitiki au lipusitika, hivyo hivyo ukapake pale, chukua hiyo dhambi ipe na kadera kazuri, ivalishe, ichukua hiyo dhambi ipande kwa marumaru nzuri, yani vingali vingali vingali vile, bado dhambi ni dhambi tu. Acha dhambi, acha dhambi, kamwe, acha dhambi. Dhambi inaua, dhambi inaua. Iyogope dhambi kuliko ukoma, iogope dhambi kuliko ugonjwa wote ule. Dhambi ni ugonjwa namba wani. Wewe unateseka, tatizo ni dhambi, na dhambi ya kwanza ni kumkataa Yesu, kuto mwamini Yesu. Hiyo ni, ni dhambi ya kwanza, nyingine zinafuata. Mwamini Yesu jioni ya leo, mwamini Yesu jioni ya leo. Haleluya. Haleluya. Kama unatenda dhambi mshahara wako ni mauti. Mshahara wako ni mauti. Haleluya. Kama wewe ni mtenda dhambi unajijua na unanisikia huko, hapa uwanjani, uzuri maiki hizi nafika mbali. Huko huko uliko, kama ni mtenda dhambi, aisee, mauti iko iko iko mbele iko mbele iko mbele. iko mbele. Haleluya. Haleluya, haleluya! Lakini Bible inanitia moyo, inasema inasema, mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele, na sio katika mtume. Biblia inasema katika mtume, na sio nasio, katika nabii, haijasema. Sio katika kitambaa, Biblia imekataa. Sio katika mafuta, sio katika udongo, sio katika askofu, sio katika mchungaji. Biblia inasema karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Yesu, katika Yesu, katika Yesu, Yesu, Yesu! Nataka niwatangazie watu wa Sara na viunga vyake. Uzima wa kweli unapatikana kwa Yesu, unapatikana kwa simba wa kabila la Yuda, anaitwa Yesu. Ndani ya Yesu kuna uzima. Biblia inasema na ndani yake ndimo kulimo kuwepo na ule uzima, na ule uzima ni nuru ya watu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya akupe zawadi ya uzima milele. Wanapenda kuambia watu tulio ndani ya Yesu tunao uzima milele, tunao uzima milele ah. Zamani tulikuwa tunaimba kale ka wimbo, wale wazee wenzangu wa zamani. Ngapi ni kijana leo hii, lakini inawezekana. Oh, nilikopa zamani. Bwana asifiwe sana, tulikuwa tunaimba kale ka wimbo: na imba, na imba, imba kwa sababu nimeokoka hey. Hata nikifa mbinguni nitaingia. Aa tinawengia wanaona watu kama miti keda mirubia tena. Na imba imba kwa sababu nimeokoka, hata nikifa mbinguni nitaingia sani na ingia mbinguni, nimeokoka. Yesu ni Bwana na mwokozi wa maisha yangu. Nataka nikwambie hutakwenda mbinguni kwa imani ya kishenzi. Utakwenda mbinguni kwa njia ya Yesu peke yake, kwa njia ya Yesu peke yake, kwa naposema bibilia na vitabu vingi vya historia nimejaribu kuvipekua pekua kidogo, sijawahi kuona mtume yoyote aliyewahi kusema mimi ni njia ya kwenda mbinguni. Sijaona na piga yoyote akitangaza mimi ni njia ya kwenda mbinguni. Sijaona kiongozi wa nchi taifa lolote aliyewahi kusema ati mimi niyo njia, lakini Yesu mwana wa Mungu amejipambanua yeye ndiyo njia, kweli na uzima Damu leta kwako jioni leo, yeye ndiye njia, hakuna njia nyingine. Nataka nikwambie hakuna njia nyingine, kwa msisitizo, wacha nikwambie hakuna njia nyingine, ni Yesu peke yake. Ni Yesu peke yake. Mshahala wa dhambi zako ni mauti, lakini ukimkubali Kristo mshahara wako ni uzima wa milele uko. Uzima wa milele hapa kwa Yesu. Yesu ni mtoa uzima wa milele haleluya. Jina la Bwana libarikiwe, jina la Bwana libarikiwe. Simama kwa miguu yako hapo ulipo mpaka nimalize, mtaka nimalize, nimalize. Ukiwa umesimama korabashaka Yesu wangu Yesu wangu Yesu wangu Yesu wangu yes, sikiliza yes, kidogo kiumesimama, nataka niongee kwa upole kidogo. Mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele una, una uchaguzi wewe mwenyewe, uchague uzima wa milele au uchague mauti. Mauti ipo na uzima wa milele upo, ni wewe kuchagua unataka kwenda upande upi. Ukitaka kwenda jehanamu, ng'ang'ania madhambi yako, lakini ukitaka kupata uzima wa milele lazima uikatae dhambi, lazima umwamini Kristo kuwa Bwana na mokozi wa maisha yako. Maisha unayoishi we mwenyewe ni shahidi, kwamba hata ukifa kesho mbinguni uende wewe, ni shahidi, ingawa unajifariji, nina dini nzuri, nina dhehebu zuri, ninadini zuri. Ninaomba sana, nahudhuria kwenye nyumba ya ibada sana, wahudhuria sana, lakini bila Yesu ni bure, ni bure. Na wanadamu siku hizi hawapendi kukemewa habari ya dhambi, lakini sisi tumebakia, tutasema habari ya dhambi, na hiyo ndio injili ya kweli. Yesu alikuja kutafuta na kuokoa kilichopotea. Watu wamepotea wapi? Dhambini. Mungu amekusudia watu waende mbinguni waishi maisha ya milele lakini, shetani amekudanganya. Maana anajua ukitenda dhambi huna namna ya kuepuka jana, utaingia tu jana. Bora jiona, leo siku ya mwisho ya mkutano huu, uondoke na maneno haya kwamba mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya mungu ni uzima wa milele. Waimbaji wameimba vizuri leo wameubiri injili sana. Kama utaendelea kumkataa Yesu, utaepukaje jana? Yani, woga ni afadhali yule ambaye hakuwahi kusikia kuliko umesikia na umekataa. Nyimbo zinazoimbwa, wahubiri walioimba, watakuwa mashahidi siku hiyo. Haleluya, nikupe nafasi sasa, tusomie mbele wote. Leo tunamalizia, ni vizuri tumwombe Mungu baraka zake.